Chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, tunawaomba watumishi wa umma mliopo mahospitalini, vituo vya polisi, magereza, mipakani na maeneo mengine mbalimbali ya mbali nchi, tunaomba mtusaidie kwa haraka sana kupata taarifa zozote zinazoweza kufanikisha kupatikana kwa ndugu Mdude Nyagali. Mdude Nyagali ni mwanachama wetu, lakini ni baba, ana mke, ana watoto na ana mtoto mdogo nyumbani kwake. Wakati anavamiwa alikuwa yuko nyumbani na mke wake na mtoto mdogo, alipigwa na kujeruhiwa mbele ya mke wake, na akachukuliwa, na yupo kwenye mikono ya watu waliojitambulisha kwamba wao ni askari polisi. Kwa ninawaomba watumishi wa umma mtakapopata wito huu na kujua na kupata taarifa ya kwamba Mdude yuko wapi, aidha katika maeneo haya niliyoyataja, tafadhali tupeni taarifa. Maisha ya Mdude yana thamani sana kwa mke wake, kwa familia yake, kwetu sisi CHADEMA, kwa taifa hili na maisha yake yana thamani sana mbele za Mungu. Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kuonyesha sio kwa mlingano, kuonyesha kwamba maisha ya Mdude yana thamani sana, sio kwa kulinganisha kwa hiki nitakachokitaja, kwamba tumetoa shilingi milioni kumi tumeziweka pembeni kwa mtu yoyote, mtanzania yoyote atakayeweza kutusaidia taarifa za uhakika, taarifa za uhakika kuhusiana na anaposhikiliwa ndugu Mdude Nyagali, Saidi Mpaluka Nyagali. Taarifa yoyote ya uhakika, anaposhikiliwa, yuko wapi, basi tumeweka shilingi milioni kumi kwa ajili ya jambo hili. Maisha ya Mdude yana thamani sana. Ameumizwa mmoja, tumeumizwa wote. Amepotea mmoja, tutahangaika kumtafuta, na hii ndiyo kanuni ya Kimungu. Kondoo mmoja amepotea, unawaacha 99 unaenda kumtafuta mmoja, kuonyesha thamani thamani thamani, maisha ya Mdude yana thamani sana. Kwa hiyo kama chama na wanachama tutayapigania, tutapaza sauti, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Kwako afande IGP Kamilu Swambura, tunakusihi sana, taifa linahitaji kusikia kauli yako. Watanzania, kwa matukio kadhaa yaliyotokea, bila shaka sasa tunajiridhisha kwamba yako magenge ya uhalifu yanayofanya uharamia ndani ya jeshi la polisi. Yapo magenge magenge ya ujambazi yanayofanya uharamia, yapo ndani ya jeshi la polisi, matendo yanayotokea halafu jeshi la polisi wanakana kwamba hawajahusika hawajui. Ni dhahiri hawa watu wanaomiliki silaha wanaokuja na kujitambulisha ni polisi na wanafahamika ni polisi, halafu jeshi lako linakana, bila shaka sasa inatudhihirishia yako magenge ya maharamia ndani ya jeshi la polisi wanaofanya uharamia huu dhidi ya raia kwa kisingizio cha kudhibiti chokochoko. Wao sasa ndio wanaofanya uharamia.